Karibu sana mtazamaji wa 69 Media, karibu sana mpenzi mfuatiliaji wa Gossip Table, yeah. Mimi naitwa Ali Dabu 13. The only one PP hapa. Bana leo ni siku mm, moja adhimu kabisa, kwanza, eh, tuko vizuri kabisa. Eh, na wiki ndo tunalianza indo kama vipi? Kwanza, kabisa. Mapema eh, sana, eh, mapema eh, sana. Sasa leo bwana, unajua leo tutakuja kushia na watu vitu ambavyo vimetrendi huko eh, weekend nzima eh. Leo weekend ina waga ya moto, hey, eh, hey. uh -huh. moto sana Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Sasa weekend ina waga ya moto sana, weekend huwa kuna ma event mengi sana. Ndiyo. Sasa sisi leo tumekuja mm -hmm. na mada nzuri kabisa eh bana huko Vingunguti uh -huh. uh -huh. kwa pela pela, lakini hey, hey, Dar es Salaam hey, sio Tabora jamani. <laughs> Vingunguti ni Dar es Salaam, tuwaambie kabisa sasa. e. Sasa huko Vingunguti bwana, ndo wapi kumehape? uh -huh. nini tena kimetokea? e. yeah. balaa pipipi, Vingunguti huko. uh -huh. balaa nakwambia, acha kabisa eh. kwanza, uh -huh. kulikuwa kuna bonge moja la harusi. harusi uh -huh. hii sio ya ukumbini. uh -huh. ilikuwa ni harusi yo ya mtaani uswahilini, eh. tu kuna watu walikuwa wanakuja kuoa tena sijui. Umeelewa eh? Sasa mimi bwana, si unajua mzee mm. wa kunusanusa matukio yeah. mm. eh, eh. mwenyewe nimepiga zangu kanzu nimetoka eh. zangu mtaani nikasema ngoja nikamtembele mshikaji. Kufika pale nakuta kuna harusi uh -huh. Sasa hii harusi ilikuwa mm hivi -hmm. yani, kuna jamaa Yeah. Anaishi kwenye nyumba ya kupanga uh -huh. Amepanga uh -huh. Kwa hiyo akamwomba kwenye nyumba bwana, mimi na dada yangu nataka aolewe Dar es Salaam hapa, sababu nyumbani sio pale da, nyumbani kwa mkoani Morogoro naishi. Kwa hiyo dada yake eh, akamfanyia kisherehe pale Sehemu ile alivyopanga, kwa hiyo chumba chake ndio har -bibi, bibi harusi akaenda kuketi humo ndani kapambwa na nini? Yaani ya sherehe na uzuri mwenye nyumba vizuri. Yakaenda vizuri, ndio? Sasa bwana wakaweka okay, majamvi pale nje mm -hmm. Na nini? Ghafla nikaona watu wamekuja na madufu yeah. Wamefika pale tena wamekaa e, na madufu yao watu e. Wamekaa tena wanaanza kuangaliana usoni, wanasubiri mtu tena afanya nini? Anamsubiria mume, ndo sasa akawa amefika na madufu dio, na watu wamevaa vijora pale vya rangi kama hii, kama hii. E. Imekolea flani. Wamependeza. Alikuja madufu. Sasa unajua madufu kama kama cha Uruguay hey, anapiga hey. Kwao wamefika pale vizuri mm -hmm. Sasa mm -hmm. Wamekaa pale unajua kuna wazee tena inabidi na wafike pale hey. Wakae wazungumze maswala ya mahari nanini hmm. Wakubaliane unajua kuna muda mtu una mahari yote Jee. unalipa nusu alafu, nyingine unamalizia baadaye, na wanasemaga siku zote kwenye harusi lazima, hata kama mmeweka huko makubaliano pe e. Lakini siku ya harusi lazima tena wakuuliza, umekubali kuolewa au umekubali kuoa eh, eh, eh, lazima au eh. vitu viwepo mm -hmm. basa bwana akaketi bwana harusi kafika. Hujua bwana harusi naye kidogo, uh -huh. Eh, kwenye mavazi, unajua siku hizi wote wameendelea kwenye mavazi. Unakuta siku hizi bwana harusi kavaa jambia, sasa mkuki <wanini? laughs> uh -huh. Kama, wa nini ile fimbo anashika fimbo, alafu kuna kama upanga fan tu wajaambia unakaa hapa na joho wengi wanavaa ile wana wa..., na si mavazi tu ya Kiarabu mara nyingi yani e. Zamani ndo Arabu e. walikuwa e. wanavaa hivi e. Waislamu e. kona wamechukua tamaduni ya kule Warabuni wakiletasan ili mkate mtu bahati mbaya amna bwana basi hasa bwana harusi mi ji tofauti ndio kavaa kanzu kwanza ya brown. Mimi bwana mimi kavaa kanzu kama naenda hapo. <laughs> kama naenda hapoanamoja hapo narudi, ni kavaa kanzu hiyo, afu kavaa kilemba ndo kakivalia kofia <laughs>

Nikaona ikasaza eh, sana bwana, ndo sawa. Hata kama ndo chapchap bwana harusi, ile maisha magumu ile, yeah. ni siku moja ikipita, e ile imepita ile, ni siku yako ya fly, inabidi ani uvae sasa, ile ndo yake ya pili au ya tatu, bwana harusi kwa je? Hata kama mgombe mbaya, kwanza ndo ilikuwa ajua kidogo, na inaonekana ijigo, ah, muda umeenda kidogo, umri umekata, mwanamke pia anaonekana hivyo hivyo nwta labda walikaa kona bwana. Hapana, sasa hata kama ndio au ndo wanabariki ndoa mara ya kwanza, ko sasa bwana, kufika pale <laughs> inavyoonekana sasa. mm -hmm, kuna mtu ambaye anabidi amfungishe ndoa yule mwanamke na, na, kwa Kiislamu <laughs> Ukiachana na hivyo wa kiislamu ee, wanasema labda mzazi wa kiume ndo anakuja hey, kumshika mkono ah, bwana harusi hey. Yaani mzazi mzazi wa mwanamke mm, wa kiume ndo anakuja kumshika mkono bwana harusi mm, e, ndo anamuozesha bwana, mimi nakubali kumwozesha binti yangu deo. Sasa mm, inavyoonekana mzazi wa kiume na binti yake hakuna mm, maelewano e -e maelewano ndo hapo sasa eh, eh, hakuna maelewano mm -hmm. na shehe ambaye alitakiwa kufungisha eh, kuja pale Shehe na, na, na baba wa mwanamke hivi mm -hmm. washikaji kinomanoma, nambiwa sasa mzee kule anapiga simu mm -hmm. binti yangu mimi hauozeshi, bila mimi kufika. Mzee uliza sasa iko wapi? mm -hmm. Chanika kwa Mbiki. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Kwanza kanuna eh, kanuna eh, inavyoonekana kuna kitu wakijenda sawa baina yake yeye na familia ya kiumeni. Kwa hiyo kama alisusa fulani hivi hivi. Sasa huwezi amini, pale ilipigwa mvua, kaja jua, watu wakakauka, ikanyesha tena mvua we, jua tena eh, eh. Masaa haya matatu Ma watu wamekaa pale, kuanzia sijui saa saba, ili navyokwambia na, na na, unajua kitu chenye, kwa nini watu walikaa hawakupata na ubwabwa eh, chakula? Yani watu pale wangepata ubwabwa, wasingewaona nikuchekeshe. Familia ya kikeni wakasema, hapa uh -huh. kilii chakula mpaka wamalize mazingira yetu, yani mpaka hela wamalize, uh -huh. ndoa kila kitu, ndio tuwape ubwabwa, na ndio inapotakiwa. Ukimpa tu binadamu ubwabwa, basi mapema, sasa huku uh -huh. na huku shughuli imekuwa nzito Uzito, uzito kaja hivi baada ya kukaa muda mrefu, wakakubaliana vipi sijui nikonoleshee akaita dada zake na yule kwa kupita kidogo. Ehe. dada uhum. zake na bi harusi kawaita pembeni, bwana, tukaeni chini tuamalize moja mbili tatu na nini shee kati ebo ebo, huyo kapiga ebo ebo shee mwanga ebo ebo mashee nao zingine na watuangusha. Sawa ndio lakini ndio mnasambaza dini lakini yeboebo ah. Harusi ya watu basi, unaitwa ukiitwa ukiitwa pale at least unakuwa unapewaga si kifedha, hata mm. cha maji e, ya kunywa. Basi naye pendeza, shika tia, kazi yake ya blue na yebwebu za njano, yani hapo ilikuwa hamna rangi chagua na, yani ya, ilikuwa vaa upendeze, eh kapiga kachumbari, hakuna rangi eh mbali kapiga, basi inaponekana, wakaelewana mm -hmm. Kuelewana bwana, bwana harusi tukaeni sasa kwenye mkeka ubani. Ukelele ndani unapigwa, watu wanapigana chumbani kwa biharusi las bwana. uh -huh. biharusi kapandisha majini Mungu mm, wangu, yaani kipindi ambacho watu wamekubaliana wafunge ndoa sasa. uh -huh. biharusi kapandisha majini eh. Swahilini kuna mambo mengi. Kelele mno alipiga, uh -huh. sana kelele. Sasa mimi kwa sababu watu wengi wakawa wananifahamu kidogo kwa wana, wana kazi yangu naoifanya, sasa nikachukua nee, simu uh -huh. kuanza kuchukua baadhi ya matukio pale hey, sasa wakati nataka hey, wakati nasogea kwenye mlango wa biharusi uh -huh. yule jamaa akaniona. Akambia, ah, bwana wewe, nakujua bwana, Karimu, rudi bwana, uko eh, tuachie kidogo ya mambo eh ya like kifamilia, wewe na wandishi wako habari wa zote tutatukosti mambo ya eh, tuchoresha sisi. Nikamwambia eh, sawa, mimi siwachoreshi video, lakini kazi lazima niipeleke kwa wewe eh. We, wana gossip table haijue eh wajue nini vingeguti eh, kimetokea kime happen. Basi ndio hivyo bwana, biharusi kapiga kelele. Sasa fikiria kapende, kapendeza kabango yake kijani kama muhindi, makeup hapo makeup kama naona alafu akaanza kurusha makota ndani kule wale walokuwa ndani sijui masomo sijui ni wote wamekimbizana, makungwi wote ma nduki wamekimbia wote, hatari sasa ah. Nikasema hapa huku siwezi kupita, ngoja nikachungulie dirishani. Nikakutana na madogo fana, nika dirishani nachungulia, nikasema basi hao wanaona mm. Nikaanza kuchungulia bwana biharusi ana nguvu mm. Ah, biharusi ana nguvu yani kama vandame, kama vandame. He. Anarusha kota za hatari sana He -he. Sasa He. jini sikapanda uh -huh. jini, jini okay. <laughs> Baada ya kupanda akasema uh -huh. Kumbe wakati huku ndoa inaitwa uzito uh -huh. Kuna watu watatu hawakutakiwa kufika kabisa kwenye hiyo sherehe, yaani wale watu watatu uh -huh. hawakutakiwa kabisa kufika kwenye shughuli kwanza kwanza inaosadikika wale watu hawakupewa mwaliko kwa sababu wanafahamika, e, wanafahamika tabia zao ziko vipi. Hmm. Lakini kwenye msafara wakati anatoka huko kuja kuchukua mke wao wakanini, wakaungana sasa, wao wanasadikika wametoka upande wa wa mwanaume ndo maana uzito ukawa mkubwa. Hmm. Eh, kwamba ina maana kwamba labda binti Eh, sasa kumbe wakati ule wakati bi harusi anaenda kuhakikiwa ushahidi na shehe mm, wala alipata nafasi ya kuingia mle ndani, kwamba ina maana labda kuna vitu walikuwa wameenda kuviweka, eh, wanawake hawa watatu, watatu kiti ndo akasema kuna kitu mlangoni kimemwagwa na watu watatu tena akawataja na majina eh. Wakati anawataja uh -huh, watu wanatoka nje kuwatafuta wale watu hawapo, wameshaondoka, alikuwa ni so hey, kwa kuharibu ile ndoa isitokee siku hiyo Mtu na na ana kichwani, mambo yake kichwani basi huku na huku kuna huko mm. Kiti akahitaji nazi sita mm. nazi sita uzuri, pale nje kuna genge alafu, ah, lile genge sasa, uzuri wake lile genge mm. ni la kaka wa ah, bi harusi wanaenda kuzichukua, kuzichukua tu zile ah, ah, chukua nazi zikapelekwa mule ndani zilivyowekwa ndani, kila mtu akasogea eneo la chumba akasogea, mm. Basi yule kiti unamwachia kiti sasa na bibi mm. harusi yule mm -hmm. Ushakuona Apokalipto mm. Wale jamaa hapo kwa na maguvu e, anachukua nazi, anairusha kwenye mlango pale kama kitenesi. kama kitenesi, nazi navunjika e, akapiga nazi sita. Baada ya kupiga tu anaanguka chini, anazimia, kama kasha maliza kazi. Kamaliza kazi. Angalia sasa uweze amini, angalia sasa maisha alivyo, huku biharusi anapambana na majini anabadilisha matairi, kasha inuliwa amefika pale amempaka paka vizuri na nani, nani. <coughs> Biharusi ha, alipotoka hata si, ulijua kama ndo ndoe kapendeza. Ah, kwa tena hey, kapendeza vizuri kabisa Anaambiwa tena ma hey, mashemeji ma, ma, ma kama anavyojua anavyojua ukumpambu biharusi ameolewa, alisema olewi lisema ni kama dongo mm -mm. Sasa bwana zile nazi mm -hmm. Nikupe tu siri, jana nimekula nazi baramno Yeah. Nimetafuna nazi mimi mm. <laughs> Yani zile nazi za kiti ambazo yeye ameshoa adabu kupita nazi, nikaamua ni zile. Sasa baada ya hapo ndo mm -hmm. shughuli nzima ikawa imeisha hivyo. Sasa wale maharusi baada ile mm -hmm. shughuli kuisha mm -hmm. upande wa kiumeni mm -hmm. wakagoma kufanya nini, kula chakula, ndo sijui sasa

Na kabisa na kabisa ka she nimekaa, sasa nimekaa zangu pembeni na baadhi ya washikaji hapa na eh, nikutia tu mkono, hasa kumbe huko nyuma. Ah ah, wenyewe jamaa uh -uh. E, jamaa kama mlangoni anagaa hey, mimi nakuja kufutuka, kama watu wanapoa sahani huko kimeisha nd kwanza kuna afta nikakosa ubwabwa ngenda kwenye shughuli siku zote, n nimekomaininakimi meniuma sana, lakini sio mbaya. Usioni kwamba nimefika kwenye harusi nimenjoi bana. Mm. Hiyo ndo likuwa gossip table ya leo, sindio? Yeah. Taarifa ambayo sasa pipipi He. We mwanamke ndiyo, we mwanamke. uh -huh. tukio gani ushe kwenda kwenye harusi mpaka unasema hakuna tukio kubwa kama hili kutokea kwenye harusi? Yani tukio kubwa ni ambalo kutokea kwenye harusi ukaenda kuliona? Ha, mi nakumbuka tukio kubwa lililotokea bibi bibi ya hmm. harusi uh -huh. alikuwa amechukua chakula uh -huh. cha mme wake, sasa mchukua wake uh -huh. chakula sahani huku, yani unaenda pale kuchukua chakula unamchukulia na mwenzako, kamchukulia na mwenzake hukuvyakua vinaendelea kufanyaje, kugaiwa. mm hasa -hmm. Yeye anatembea kwa malingo taratibu, anampelekea mmeake pale mbele mm. Alafu kumbuka chakula kilikuwa kidogo kwenye mapoti, kwa hiyo kafika pale mbele kajikuwa mwana chakula upana kwenye mapoti huku sasa. Sasa watu wote mm -hmm. tulicheka sasa. utapojua watu wanafiki mwanamke upande wa mwanaume si mm? Wapo, hakuna hata mmoja aliyejitokeza. bwana nchi cha kwangu ichi mabibi harusi na bwana harusi, nenda mtu arikaote <laughs> <laughs> vitachina <laughs> ndele akula <laughs> noma <laughs> noma sana bwana e, tuambie tukio gani kwenye harusi uliwahi kulishuhudia kwa macho yako, na kwako kwa mwenyewe, ukaadmit na kukubali kwamba li tukio sijawahi kuliona sehemu nyingine popote, kwa mara ya kwanza au linafurahisha vyovyote vile, basi tuandikie kwenye comment hapo, lakini pia fika kwenye YouTube channel yetu, subscribe, bonyeza yeah, alama ya kengele Like, comment na kushare. Kwa, yeah, kwanza kuna taarifa zetu mbalimbali ambazo tunakuletea kila siku. Gossip Table, tuna sign out kivyo. Bye, bye yeah.